Maswali yamekuwa mengi mtandaoni, kila mtu anauliza, wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinawaumiza kichwa, kwa sababu mtaji wao mkubwa, capital, inategemea jamii ambayo inawazunguka. Kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. Nakuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu, ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamziki wanategemea platfom za digital platfom kupata risk na kutegemea show, ambapo sav huwezi kufanya show na watu wamefos na vitu vinginetatumapaoakoaatazwaka kuku, kuku, uliamua kufanya choice kwako ni sehemu yako ya kazi, hujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani. Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanaokuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao, ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi, kwa hali tuliokuwa nayo, msanii unatakiwa ufanye kitu kimoja tu. Walishe chakula kizuri watu wako walishe matumaini mapya watu wako, walishe hope watu wako, walishe matumaini mapya watu wako. Watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho natakiwa kufanya, usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watoto wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. call me di simu ijako expensive life hala. Maswali yamekuwa mengi mtandaoni, kila mtu anauliza wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinawaumiza kichwa, kwa sababu mtaji wao mkubwa, capital, inategemea jamii ambayo inawazunguruka kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. na kuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamuziki wanategemea platform za digital platform kupata riski na kutegemea show, ambapo sasa hivi huwezi kufanya show na kwenye platform watu wamefokus na vitu vingine, utapata wapo mapato yako utafanyaje ili jamii iweze kupokea kuanza kukuingiza katika mzunguko wao kila siku? Swali ni moja kwanza, atakiwa msanii ujitambue, kwa hujafanya kosa ile utakiona ndani ya nafsi yako. Hujafanya kosa, of course uliamua kufanya choice kwako ni sehemu yako ya kazi, hujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani. Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanaokuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao, ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi, kwa hali tuliokuwa nayo, msanii natakiwa ufanye kitu kimoja tu. Walishe chakula kizuri watu wako walishe matumaini mapya watu wako, walishe hope watu wako, walishe matumaini mapya watu wako. Watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho natakiwa kufanya. Usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watu wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. Call me this simu jako expensive life hala